Eh, watu wakianza kutoka kwa ajili ya kwenda kutekeleza eh, tukio hilo eh, na katika picha unayoiona hapo eh, Spika wa Bunge la 12 na mgombea wa Bunge katika Jimbo la Uyole akipiga kura yake. Na huyu pia eh, ana kofia nyingi, bali na kwamba amekuwa spika, lakini mm. pia ni rais wa Umoja wa Mabunge Duniani kwa maana ya IPU Uh, na ndivyo ilivyo na zoezi hilo likiendelea hapo. Uh, awali alikuwa uh, anagombea ana, ana, anapiga ana kura katika jimbo la Mbeya mjini kabla ya jimbo hilo alijagawanywa na, ku, na kutengeneza majimbo mawili mm. kwa maana jimbo la Uyole pamoja na Mbeya kwa moja na mengi pia ambayo yanaendelea kujiri ikiwa ni uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na tano. Turejee kule Mbeya kusikia kile ambacho kinajiri jimbo la Uyole na naamini kwamba uh, katika yale ambayo tumewaeleza wananchi kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi matarajio yetu ya nini tutafanya, basi naamini wananchi watakiamini zaidi chama cha Mapinduzi kwenye jimbo hili la Uyole kuliko chama kingine chochote. Lakini pia kwa upande wa udiwani uh, hapa mimi nilipopigia kura ni kituo cha shule ya msingi Tambukareli ambacho uh, kiko kata ya Itezi na hapa Itezi mgombea kupitia Chama cha Mapinduzi anaitwa Kapolesha, kwa hiyo nimempigia kura. Na nimefanya hivyo mapema kabisa ili nipate nafasi ya kuzunguka sasa katika jimbo zima nione namna watu wanavyojitokeza kwa ajili ya kupiga kura, nione kama kuna changamoto zozote ambazo naweza kuzitolea taarifa. Lakini kwa hapa ambapo mimi nimepigia kura kuna vituo kadhaa hapa. Hiki kituo nilichopigia kura ni kimoja wapo na naona watu wengi tu wameshapiga kura na wengi nimepishana nao wakati wakitoka hapa, na sasa hivi mimi nimepiga kura. Nilikuwa sehemu ya foleni ya watu wanaopiga kura, kwa hiyo watu wanaopiga kura wako wengi sana hapa, na nikiangalia upande wangu wa kulia hapo kuna wengine wako kwenye foleni wanapiga kura. Kwa hiyo nitoe wito kwa watanzania wenzangu, asubuhi mapema hii tujitokeze, twende tukapige kura, twende tukapige kura kwa viongozi ambao tunaamini katika miaka mitano ijayo watatuletea maendeleo, watatuletea ustawi, watatuletea amani, watatuletea utulivu wa watanzania kujiletea maendeleo sisi wenyewe kwa kwa hiyo nitoe wito wote twende huko, lakini kwa habari ya kujitokeza watu uh, mimi kama mgombea wa ubunge jimbo hili la Uyole ninaamini kwamba Uyole tutaongoza kwa idadi ya watu watakaokuwa wamejitokeza kwenye vituo vya kupigia kura, kwa, kwa sababu tumehamasishana sana tumejihamasisha wenyewe na kama uh, waandishi wa habari mlivyopata kuona hapa, kwa kweli watu waliojitokeza ni wengi sana, na hiki ni kituo kimoja. Tunaelekea kwenye vituo vingine. Hii yote inaonyesha kwamba upigaji wa kura unaendelea vizuri kwa amani na utulivu, na hakuna hapa mtu yeyote anayemtisha yeyote, hakuna kwa kweli. Kwa hiyo ni waombe Watanzania wote pengine waliokuwa na hofu hii na ile, sasa wajitokeze kwa kwa wingi kabisa, wakatumie haki yao ya kikatiba kupiga kura kwa viongozi wanaowataka, kupiga kura kwa wawakilishi kwa upande wa mbunge na diwani, lakini kumpigia kura kiongozi mkubwa kabisa wa nchi yetu ya Tanzania atakayetubeba kwa miaka mitano ijayo inshallah FM, tukata, ta, ta.